Movie inaanza, wanaonekana ndugu watatu. Mmoja ni tomboy, mwingine ni sister duu, biashara yake kubwa anajiuza, lakini mwingine yeye ni mtu wa kanisa sana, ameamua kumkabidhi Mwenyezi Mungu maisha yake. Majina yao ni Kezaya, Debora na Naomi. Hapa wanamdiscuss Chief Romanus, mwanaume ambaye kiufupi amefanikiwa kutembea nao wote watatu bila wao kujuana, na leo ndio wanaambiana. Sasa turudi nyuma kwanza ili tujue ilikuwaje mpaka wakawa kwenye maisha kama haya, yani mmoja kuwa tomboy, mwingine kujiuza na mwingine kuwa mtu wa kanisa. Ipo story nyuma yao. Cha msingi twende wote mpaka mwisho kwenye hili bonge la movie. Movie inaitwa 3 for Trouble. mimi ni Mr. Storyteller, TZ. let's go hapa anaonekana Kezaya, huyu ndiye anayejiuza. Anamwamsha sponsa ambaye alilala naye usiku ili ampe pesa yake asepe, lakini mzee akamwambia, mbona sielewi, nilitakiwa niwe nimekushughulikia kisawasawa, lakini sikumbuki kama tumefanya chochote. Kezaya akamwambia, wewe ni mwewe, kwa hiyo umesahau ulivyokuwa unatoa milio kama mbwa hu ha he? Umesahau? Mzee akasema mimi mbona hata sina dalili kuwa wazungu walitoka. Kezaya akamwambia kwa hiyo umeona maumbile yangu ni kwa ajili ya charity, si ndio? Yani unahisi mimi natoa msaada? Kezaya akachukua wallet ya mzee akachukua mapene yote, alafu akasepa. Kiufupi mzee alikuwa anamzuga ili amtapeli au amekula mzigo bure. Sasa huku tunakutana na Naomi, huyu ndiye aliyeamua kumchagua Mungu. Wakati anahubiri njia ile ile anapita mdogo wake ambaye wakati huo ametoka kujiuza, anasema babu mshenzi sana yule, nimempa mapigo yu yote kushoto kulia, kila kona. Alafu anasema amesahau dada mtu. Akamuona mdogo wake, akaanza kukemea, mwili wako ni hekalu la Mungu, kwa nini ulichafue? Mrudie Mungu wako. Anamwombea ila anajua kabisa mdogo wake anajiuza, wakaombeana mpaka nyumbani. Sasa hapa tunakutana na Debora, huyu ndiye tomboy. Sasa akamuuliza Kezaya, jana ulilala wapi? Kabla hajajibiwa Naomi akadakia, na wewe unavaa suruali kama mwanaume. Biblia inakataza mwanamke kuvaa nguo za kiume, ila la wewe unavaa. Debora akamaini kinoma, akataka kumpiga pasta, lakini mama yao akatokea. Bimkubwa ni mgonjwa, ana kansa, makes a pressure. Vile hana bahati, hawa ndiyo watoto wake wanamnyoosha kinoma. Moja kati ya vitu ambavyo kezaya haviwezi ni kusubiri giza lingie ndiyo akafanya biashara yake. Fumula yake inamwambia afanye kazi hata kama jua ni kali kiasi gani, masaa ishirini na nne anauza mwili, hana habari kabisa. Katikati ya makubaliano Debora akatokea, anajua mdogo wake anajiuza ila Afagili kabisa kumwona mdogo wake anajiuza akakiwasha kinoma pale. Bimkubwa akaona watoto wake watamuua. Alichokifanya ikabidi akutane na mchungaji ili amuombe aje nyumbani kuwaombea watoto wake. Mchungaji akasema mbona hilo halina shida, neno la Mungu litashuka ipasavyo na watoto wako watanyooka tu. Huu ndio ulalaji wa Kezaya. Sasa sijajua anataka mazingira yapigwe baridi baada ya kazi kubwa au vipi. Ila Bimkubwa akamkuta akamwambia, Kezaya, huu ni ulalaji gani? Umeacha kila kitu kipo juujuu tu. Bimkubwa kaja kuamsha lengo lake, wakasali. Maskini mama wa watu anavyoipigania familia yake, hadi huruma kwenye maombi. Kinachoendelea ni vichekesho, tomboy haelewi kabisa, Kezaya naye analala. Mtu ambaye angalau yupo active ni Naomi kwa sababu yeye ameamua kudil na mungu tu, ila yeye pia ana jambo lake ambalo analificha, wote hawalijui ila tutajua mbele. Mchungaji akaja bwana kupigana na mapepo ya familia, akasalimia watu wote, ila alipofika kwa Debora akasalimiwa kisela zaidi, mchungaji akaona na pameanza kuchangamka sasa, mchungaji akaomba sana, piga maombi venye inahitajika. Watu wanamwangalia tu. Mchungaji akaanza kutoa maombi kwa mtu mmoja mmoja, akaanza na Naomi, akampa baraka zake zote, safi kabisa. Akafuata mtoto wa pili, Debora. Mchungaji akamwombea Debora, haelewi chochote kuhusu kelele za mchungaji. Na sasa ni zamu ya Rastiboni. Kezaya haself picha, linaanza kamwinamia, mchungaji anamwonesha chura. Kiufupi, Kezaya hachagui muda wa kufanya kazi, ni mkulima fulani hivi ambaye hachagui jembe. Ila ule mtihani mchungaji akauvuka, akamfanyia maombi, ila Kezaya bado anamtega mchungaji, yaani mpaka aingie mtegoni. Baada ya maombi, mchungaji akasema itapendeza zaidi kama Kezaya ataenda nyumbani peke yake, ili akamfanyia maombi special, anahitaji amrudishe kwa Bwana. Ila mbona kama mchungaji amesha nasa kwenye mtego wa Kezaya? Sasa kuna mwamba huwa anamkubali sana Debora, yani anataka awe demu wake, na leo ni siku ya kuzaliwa ya Debora. Mwamba ikabidi amletee keki, kitu ambacho ni makosa makubwa kwa sababu Debora hapendi masuara ya birthday. Akamvuta Mwamba nje, akamwambia wewe, aliyekwambia mimi nahitaji zawadi ni nani? Sikia mzee, mimi sitaki haya mambo kabisa, sifagilii kabisa hivi vitu, chukua time." Huku upande wa pili, Naomi anaongoza kwaya, ila kuna Mwamba anamwangalia kwa matamanio kinoma. Hii ni ishara kwamba lolote linaweza kutokea kati ya Naomi na huyu kiongozi wa kwaya. Kipindi kilipoisha, Mwamba akamwita pembeni, akamwambia asante sana kwa uwepo wako, unanifanya nijisikie vizuri ukiwa hapa. Kiufupi, Mwamba kajimaliza kinoma. Bimkubwa naye akamleta Kezaya kwa mchungaji kama mchungaji alivyotaka kuwa aje peke yake. Mchungaji akamwambia mama, basi wewe unaweza tu ukaenda nyumbani, mimi huyu nipo naye mpaka mapepo yake yote yatoke, usijali kabisa. Bimkubwa alipondoka, Kezaya akamwambia mchungaji, unaonaje tukienda kwako huko maombi yatakuwa mazuri zaidi? Mchungaji anajaribu kumkwepa ila Kezaya anagongelea msumari hatimaye akafanikiwa kumaliza jambo lake na pasta. Mchungaji akasema wewe ni namba moja kwenye hiki kijiji, hakuna kama wewe. Kakamwambia nilikwambia sasa umejionea eh? Mchungaji akamwambia nataka raundi nyingine. Kezaya akasema kama unataka raundi nyingine inabidi uongeze hela kidogo. Mchungaji akasema wala usijali wewe njo. Kaliporudi nyumbani, mama yake akafurahi ya kinoma. Kakauliza maombi yameendaje? Kakamwambia mama, yalikuwa maombi ya nguvu sana, pasta amenipa raundi mbili za maombi za nguvu sana. E, anafurahi kinoma. Kakamwambia pasta yuko vizuri, nimelia kwa ruga tofauti tofauti, yani we acha tu, mpaka miguu ilikuwa inatetemeka. Bi mkubwa haelewi kama anapewa taarifa kwa mafumbo kuwa kameliwa. Kama kawaida ya Kezaya, leo mapema tu kamletea mzigo huyo mzee. Hapo gafra, hodi inagongwa, ni mke wa huyu mzee. Kezaya leo amefumaniwa, lakini cha ajabu amepita dirishani, sijui amewezaje, ila amepita. Sasa huku tunamuona Naomi na yule kiongozi wa kwaya, ila Naomi anaonekana analia na si ana mimba na mimba ni ya nani sasa? Nafikiri ni huyu mwamba. Mwamba akasema hiyo haiwezi kuwa mimba, itakuwa malaria, na kama ni mimba inabidi uitoe tu. Hapa tunagundua kuwa Naomi na kiongozi wake walikuwa wanamalizana kimya kimya, ila Naomi akitoka haoneshi kama haya mambo huwa anayafanya. Naomi na Bimkubwa hali zao zinazidi kuwa mbaya. Naomi ana mimba na hawajui, ila Bimkubwa kansa inazidi kumtafuna. Sasa wamejua kuwa Naomi ana mimba, wakamsema sana kwa sababu yeye ndiye alikuwa kimbele mbele kuambia wenzake waache dhambi, lakini yeye kaonesha dhahili kuwa huu mchezo huwa anaucheza sana tu. Ikabidi ahadisie ilivyokuwa mpaka jamaa akasababisha hilo jambo. Alimwita na jamaa aliigiza kuwa anaumwa, alafu akamwambia ameoteshwa kuwa atakuwa mchungaji mkubwa sana, hivyo inabidi amuoe Debora. Akamlazimisha mpaka wakafanya. Sasa stori ikageuka ni namna gani watamsaidia mama yao apone na hela hawana. Kezaya akataja jina la Chief Lomanos, tomboy akakataa kabisa Sa kusikia hilo jina sasa, hapa ndiyo tunaanza kupata stori kuhusu chief Romanus ni nani na aliwafanya nini hawa watoto, mpaka yeye awe chanzo cha wao kuwa hivi. Ikabidi waende kwa Romanus na huyu mzee ndiyo Romanus, wakampigia magoti ili awasaidie milioni ishirini wakamtibie mama yao, ila Chief Romanus akakataa. Huyu mzee alikuwa rafiki mkubwa sana wa marehemu baba yao na walikuwa wanafanya biashara pamoja. Sasa hapa, Debora ndiyo akaanza kuwaambia kuwa baba yao alipokufa, Romanus alikuwa anamlazimisha wanafanya mapenzi. Kuna siku ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, yani birthday, akambaka. Ndiyo maana anachukia sana birthday yake, na ndiyo maana pia akaamua kuwa anavaa nguo za kiume ili wanaume wasimtamani. Naomi naye akasema, Romanus ndio mwanaume wake wa kwanza kufanya naye mapenzi baada ya kumlazimisha. Alikuwa anamuita chumbani alafu anamlazimisha, na hivyo ikawa kawaida. Ndiyo maana akawa anawachukia sana wanaume, akaamua kuwa tu mtu wa kanisa. Wakazani kuwa labda Romanus hajakaa usaka Kezaya na kenyewe kakasema Romanus ndiyo mwanaume wa kwanza kumlipa ili afanya naye mapenzi, na ndiyo maana akakalili kuwa ili mtu apate penzi lazima akulipe. Hicho ndicho kikawa chanzo cha yeye kujiuza. Sasa nini kinatakiwa kufanyika? Ni kulipiza kisasi na kupata pesa ya kumtibia mama yao. Wakamtumia Kezaya aende, alafu ajifanye kama kafata penzi, alafu amuulize maswali ya kimitego, na akiyajibu kama walivyopanga basi watakuwa wamemwingiza kwenye mtego kwa sababu walimrekodi kweli. Kezaya akafanikisha kile walichokipanga. Sasa wakamuita Chief Romanos, wakamwambia awape milioni mia mbili ili wasiende kumshtaki. Romanos akakataa, akagoma kabisa, akawaambia atawapa milioni sabini. Wakasema wao wanataka milioni mia mbili kwa sababu kwanza, mali ambazo wanazikalia walizitafuta na baba yao. Romanos akasema basi, haina shida, atawapa hiyo hela alafu hizo sauti na video wazifute. Lakini baada ya Chief Romanos kutuma zile pesa waka mjeuka wakamripoti na akafunguliwa mashtaka, na huu ndio unakuwa mwisho wa hili dude la kuitwa three for trouble. Mimi ni Mr Storyteller TZ. Avieta, rusha ndege ushinde, wapi utatua, uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz.